Kale lazima go sawa. Umaneje suguma. Sijui kisukuma unaitwa nani? Lazima. Unataka kuonyesha kipaji kipi? Ni msanii wa nyimbo za asili. Haya, tutasikia nyimbo yako. Unaitwa nani? Transpatol. <laughs> Unataka kuonyesha kipaji kipi? <laughs> Sawa, tutasikia. Unaitwa nani? G Master. Unataka kuonyesha kipaji kipi? Fimbo. Sawa, tutaona. Unaitwa nani? Haruna Kanjini. Unataka kuonyesha kipaji kipi? Ngumi. Sawa, tutaona. Unaitwa nani? Naitwa Nasanka Mamudu. Unataka kuonyesha kipaji kipi? Nataka nionyeshe picha ya kuzikwa mtu, alafu picha ya kupika chai kichwani, alafu picha nyingine ya kuvua pikipiki, picha nyingine ya kupanda mpunga. Tukaanuki wapi? Nani? Pomboni. Sawa, sasa sikia, tulia, tulia, tulia. Umeenda nje ya mada. Sijakwambia uonyeshe vipaji zaidi ya mia. Nataka kipaji kimoja unachokikubali wewe. Unataka kuonyesha kipaji kipi? Napiga chai kichwani. Sawa, tutaona. Ndugu yangu unaitwa nani? Unataka kuonyesha kipaji kipi? Kipaji cha kuchagua Sawa, tutaona. Nilikuwa mko mbali mko kwenye mstari. Shida ni nini? Amuelewa huko. Sawa, mzee. Unaishi. Unaitwa nani? Mimi natoa jambo mtoto wa kula anunuaji sosi. Mimi napenda kucheza sana muziki. Ah, uh, unataka kuonyesha kipaji cha kucheza muziki? Yaani kucheza muziki. Bongo flavor. Hamna. Ni bongo muziki wa aina gani? Kisukuma. Sawa. Ndio. Ndugu yangu anaitwa nani? Yeye anaitwa Rafa. Unataka kuonyesha kipaji kipi cha kucheza? Muziki wa aina gani? Kisukuma.